Hili nataka nisitize sana amani, mmoja wetu mtulivu na mshikamano wetu. Tumefanya kampeni ambazo kwa upande wa Zanzibar jana zimefungwa rasmi na kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zitafungwa kesho. Wajibu wetu kesho kutwa kila mmoja wetu wajitokeze, akatimize haki yake ya kidemokrasia, kwa wale ambao umri umeshafikia, lakini huku tukikumbuka, amani ni muhimu sana, umoja wetu ni muhimu sana, mshikamano wetu ni muhimu sana, heshima yetu na utu wetu ni muhimu sana. Haya yote niliyo yataja, hakuna duka yanauzwa, hakuna duka hapa ndani yatmbali linauza heshima ya mtu hakuna duka la mtu hapa linauza utu. Hakuna duka la mtu hapa linauza amani. Hakuna duka la mtu hapa linauza utulivu na no, umoja wetu. Yako mambo tukiyapoteza tunaweza tukaenda tukanunua. Kipoteza shati mpira jezi takna kununua kwenye maduka ayo, kipoteza viatu, hata fedha ukipoteza, unaweza ukaipata kwa namna nyingine. Tukipoteza amani, hakuna namna ya kuipata kwa sababu hakuna sehemu inauzwa tukipoteza utulivu wetu hakuna sehemu tutapata, hakuna sehemu nazo umoja wetu. Hapa tumekuja sote, ni watu tuliotokana na watu tofauti na nyumba na familia tofauti, lakini tumecheza kwa amani tukiwa moja. Jambo kubwa sana nataka niwaambie wazee wangu na ndugu zangu tulokuwepo hapo, wa jinsia zote mani ya kidole kidogo hautaiona mpaka upate upele unaohitaji kidole hicho. Pengine tunapohubiri amani, hamwezi kujua thamani ya kitu hicho, Mungu pishia mbali, mpaka siku moja ipotee. Lakini kwa bahati mbaya, hapo nyuma tuliingia majaribu ya kutaka kuipoteza amani. Leo ni jambo la kufurahisha sana, tumebakia siku moja kuelekea zoezi la uchaguzi. Migomba, minazi miembe, nyumba za ibada, mahu, za ibada hasa yahusishwa katika siasa. Hapo nyuma tulizoea muda kama huu tuone migombo imekatwa kwa sababu za kisiasa, mikara huu imekatwa kwa sababu za kisiasa. Tumuombe sana Mungu haya yasitokee tena, na ili yasitokee ni sisi wamoja kuendelea kukemea kwa kila mmoja wetu. Siasa zetu zitapita, uchaguzi utaisha, lakini chambani Zanzibar Pemba, Unguja na Tanzania itabakia. Na mwisho, nataka niwakumbushe, niwakumbusha kila tunalolisema, kila tunalolipanga na kila tunalohubiri, tukumbuke kuna Mwenyezi Mungu. Nataka nimalizie hayo, ili tuwe na mioyo yetu ibebe ndani ya kuamini tunahitajio kubwa la amani na tuna hitajio kubwa la kuendelea kuwa moja. Nataka nimalizie kwa kuipongeza sana kamati iliyoratibu mashindano hayo <totoha> kutoka mwenyekiti wake na wajumbe wote, lakini kidhati kabisa nataka nimpongeze sana ndugu yangu mjumbe wa halmashauri kuu, ndugu Nada Gran Rashid kwa kujitoa kwake, kwa, kwa kuacha shughuli zake na mimi ndio maana ilinitia moyo aliponiambia leo twende kwa mgeni rasmi so. Hakutaka kusema tu, lakini mimi nataka niwe wazi, na nikumbwa tu kwenye ndege ananiambia twende kwa mgeni rasmi vijana so. Wengi ndio wanaotumiliwa katika uchochezi wa kuvunja amani, lakini sisi tukasema tufanye kitu kwa vijana eh, tuone namna gani tunaweza kuwakusanya vijana wenzetu na kufanya bonanza hili ili kuhamasishana Asikakudanganya mtu yeyote moga, kweli nakubali, hamkubali? Na mimi nimewaahidi kuambia huu ni mwanzo tu yeah, yeah. Onaza nyingine sana. Oh. Oh. ao chaguzi linakuja kubwa ya uhakika. Yani zawadi ukichukua mwenyewe unajua e, hey, nimechukua zawadi. Kwa hiyo ni waombe vijana ambao hamkubahakika mara hii basi, inshallah Okay, baada ya uchaguzi, ili muingie kwa nguvu, muhakikishe mnapata ushindi, msivunjike moyo. Na mimi pia nimshukuru kaka yangu kwa kunikubalia kuwa mgeni rasmi, maana hii haikuwa nini, nimekutana naye kwa mwezi, nikamwambia leo, mna jambo langu na vijana wangu, twende angalau dawa dawa, huwa kabisa na dawa zao tarehe 29 ne angalauana a ya msingi ya kupiga kura na kurudi nyumbani uunyumbani me vizuri. Nyinyi ni vijana ambao tunawategemea ni vijana wa taifa la kesho, hatuko tayari kuwapoteza kwa nyakati hizi. Nyinyi ni watu muhimu sana. Wapongezi wadati kwa michuano hii kuakisha kwamba jimbo la Chamani vijana kwa upande wa michezo tunapiga hatua kanti ya siku zinaokonya, na hii ni jitihada ya viongozi wakiwae akiwemo Daktari Samia Suluhu Hassan mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini jitihada za Mheshimiwa dr Hussein Ali Hassan Mwinyi mgombea wa urais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi, lakini wakiwa viongozi wa jimbo hili kaka yangu Muhammad Abdul Hadi Mwinyi, na pia Mheshimiwa Bahati Kisombo mgombea wa kisha jimbo la Tabari kupitia Chama cha Mapinduzi, na pia Mheshimiwa mgombea wa udiwani kaka yangu Salim Al-Makam kuona kwamba jitihada za michezo katika jimbo hili zinapiga hatua. Tuko tayari chambani kwa uchaguzi, kama mesi inavyosema kwenye sualo hii, tunaenda kwenye uchaguzi kupiga kura, wananchi wa Zanzibar, wananchi wa Tanzania wana